Sasa nikitaka nipite chini ya uvungu mpaka nikafikie kwenye hiyo hazina. Nifanye nini? Chile moke, chile moke. Sawa, mimi nitafanya hivyo kama ambavyo umenielekeza, lakini sikize mzee Marembo, tulichokiongea hapa kibaki hapa, mimi na wewe, kisisikiki kwa mtu yote yule. Na kingine fanya kama sijawahi kukwambia. Usiwe na wasiwasi kwenye hilo, ondoa shaka, mimi nitatunza kila kitu ambacho tumezungumza hapa. Yato changanya maganiko paka mayo baba. Binge mitwe yasewapaga binge bale walemelwa kolala vinge waliwaza vale, ah wow kole yenu ukivaaga ngoo za nyumbani kumbe unakuwaga mzuri hivi, lakini ukivaa ngoo zako za shule unaonekana mdogo mdogo. So siliwe ni mzuri sana una macho mazuri, midomo mizuri, una umbo zuri yaani kwa kule darasani hakuna anayekufikia uzuri, na ndo maana mimi nimekupenda. Mimi nataka nibadilishe maisha yako, nataka nikutoe hapo ulipo nikufanye kuwa mtu mwingine kabisa. Ah, nadhani nisiongee sana, naomba nikubalia basi. Sawa so, mimi nimekubali, ila wanaume wengi wa sasa hivi huja kwa maneno matamu sana, lakini baadaye utuachia maumivu ila nikuulize kitu, utaweza kunisimamia mimi masomo yangu kiujumla pamoja na rafiki yangu tangani? Mm. Wow, sawa. Nakumbuka mama yangu aliniambia nipende kulinda kile ninachokipenda. Kama nimekupenda, siwezi kwenda tofauti na wewe, hata siwaze juu yayo uliyoongea. Mimi nitakusimamia na mshahara wangu ukitoka, takununulia nguo ili uvaa upendeze wewe tofauti na wanawake wengine. Alafu pia kwenye masomo yako nitahakikisha unafaulu vizuri, na ili uendelee na masomo mengine, ni lazima uwe msomi kama mimi. Sawa, nashukuru kwa hilo, hata mimi nakupenda pia, maana umetokewa kunivutia sana. Sawa naa, basi hatankukumbati. We ushangai siku hizi mkono wabirikasi, na tena wewe ushangai siku hizi ununda

Kaka. Kaka. Ah! Nilikuwa naangalia mananasi, naona na kufakufa na, na mengine wanayaiba <laughs> naona umeamua kunifata kweli? Ndio, kaka. Maana nimekaa nyumbani nakusubiria, naona muda unaenda, kwa hiyo nimeamua kukufuata kama ulivyosema, kikosa muda nikufuate. Sawa, tunaweza tukaongea kaka. Hivi ili swala langu tunaliwekaje? Lakini mdogo wangu, ili swala lilikuwa linahitaji subira subila. Alafu kitu kingine, kwa mganga tumesha kwenda. Mimi ninachokiona kilichobaki ni kwenda hospitali tu, na si kingine. Kaka, hospitali! Mme wangu ameshanizungusha hospitali zote, lakini hamna mafanikio yoyote tuliyoyapata, eh? Mwisho wake sasahivi ameshaambulia kuwa nanitukana tu na kunigombeza ovyo. We wanavyodhani tunafanya nini? Mi nikuwa naomba lile swala la kwa mganga kule, naomba tu kaka, tulitimize hivyona kilitimam. Kweli hii ni laana tunaotaka tuifanye? Na kwa nini unakaribisha haya mambo, eh? Mimi siwezi, mdogo wangu, sikufichi. Siwezi siwezi siwezi kufanya iko kitendo Shza hpa mwalimu, salama. Ndo umegonga sasa hivi au uligonga mara kwanza? Maana nimetoka na sijaona mtu. Ndio, mimi nimegonga, lakini sijatoka, nilikuwa papa hapa. Naona macho yako tu umeangaza huku na huku, naona unaingia ndani. Nikakuwa na mwalimu, vipi, mbona kanidharau? <coughs> sijaona mtu hapa. Nani? Sawa, karibu ndani. Hapana, sitozungumzia hapa. Hila, nilikuwa nakuomba uje nyumbani kwangu, ndo tutazungumza vizuri mimi nawe, mwalimu. Okay, sawa. Kuna sehemu nilikuwa nataka kwenda, lakini pia kwa kusipafahamu, kama unataka kupajua utapajua, ila uniambie muda gani nikujie. Kuanzia saa kumi nitakuwa niko free, unaweza ukaja kwenye saa kumi. Usiniangushe mwalimu. Yaani unazibitisha <laughs> kabisa, kwa kwamba hutaki kunipa msaada mimi, mdogo wako, si ndivyo? Hadi unafikia hatua ya kunipiga kofi. Laana, laana kitu gani? Kumsaidia mdogo wako utapata laana wapi? Hiki kitu <laughs> ni cha kwangu, au kwa sababu wete umeshapata mtoto ndo maana mimi unakataa kulisaidia? Kaka yangu, nakuomba, naomba nisaidie mimi mdogo wako, nateseka kwenye ndoa. Tumezaliwa wawili tu, mimi na wewe. Au nionyeshe sasa, katika kijiji hiki nani msaada wangu tofauti na wewe? Au nina ndugu mwingine tofauti nawe? <clears throat> kaka niko chini ya miguu yako <laughs> nisaidie idie nisaidie kaka, kaka yangu niweze kupata furaha katika ndoa yangu sasa. <clears throat> hivi ameshasema anataka kuniolea mke wa pili na mimi sitaki. <laughs> nakuomba kaka yangu, kwale moyo wa uliuma kwa mdogo wako Nitaficha wapi mimi uso wangu? Wanafiki zangu wote na watoto sasa hivi. Mimi tu nizaidi. Sawa, nkewe, nimekuelewa na nimekubali, na asante. Naomba unyanyuke kila ninachokiona twende kwa mgani? Mshangazi, baba kafa. Unasemaje shangazi? Vipi shem, mbona unalia? Baba yako kafanya nini? Tulia <tabas> basi usilie <shemi>, sana kiasi hicho, utajaza watu. Mkoje, nimekuja mwana. Au nimechelewa? Hapana, hata mimi nilikuwa nakusubiri wewe. Haya tuende au naenda kujiandaa kwanza? Hapana, hivi tunaenda. Ah, twende. Kimemkuta nini tena huyu? <laughs> <laughs> <Mwango banzu>. <laughs> <Mwango Mwango laughs> <tukuto> Nakwambia tulia! Kachini ya! Tuli ya. <tukuto> Hapo nyumbani kwangu hakuna mtu kulia ovyo ovyo! Una tulia uko! Lakini kaka! Lakini, lakini nini? Nini? Lakini ya! Nisikilize! Uliza kitanda kimekugusa? Ukasema hakuna. Na kama kingekugusa ungekufa hivo. Kimemlipia mtu mwingine deni, afu unalia nini? Hapa nyumbani kwangu marufuku mtu kulia kwanzia leo na sasa hivi! Unataka uli nife mimi wewe? Huyu, funga mdomo kabla sija kunyonga, takuua. Basi. <tos> <tos> nani basi? <zake> <coughs> kial ama kweli, dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwa, tujaviona watu wanaobadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachimungu wa nani Melissa, mwanangu, nabe mami kachukua mkeka ndani, mgeni kishafika. Asaii. Ah, no, safi, mambo poa. Mwalimu, karibu nyumbani. Hapa ndio nyupanik wangu. Nilichokuitia kikubwa hapa, lazima uje kunifundishia. Shule kuja siwezi kuja, unajua misha kuwa mtu mzima, miguu yenyewe hii mibovu, kutembea natembea tu, lazima uje kunifundisha papa kwangu, siwezi kuja shule mwalimu Hiyo dawa utajipaka kwanza weo, alafu kisha mtafune kile nichoambie, na wee kesho urudi hapa, sawa? Mama, hicho ndio ambacho kilikuleta nyumbani ukanitoa kule ukanileta ukuje uniambie nije kukufundisha. Wewe unajua mimi nimeajiliwa na serikali kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wote. Mm -hmm. Siwezi kuja kukufundisha wewe hapa nyumbani kwako. Labda ungeniambia kwamba unaomba wewe unakuja nyumbani kwangu, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wameomba hilo pia. Mimi siwezi kuja kukufundisha hapa mama yangu. Kwa hiyo mwalimu, unanikatalia lakini, najua mwalimu, lazima utanifundisha. Mama, nakuheshimu sana. Mambo niruhusu niende. Unaweza kuondoka mwalimu. Ama kweli, dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona, watu wanaobadili mchana kuwa Giza. Kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanavimusa. Ah, uh, uh, uh, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uh, uh, uh, uh, kuna vitu vya kutisha uadui ah,